Tuombe Mungu nchi yetu iende kwa amani, kwa sababu isipoenda kwa amani, maake, ni rahisi sana kumjua msanii fulani alifanya kampeni ya chama fulani, twendeni tukampiga mapanga. Kumechafuka sasa, amechafuka fulani, anakaumu nyumba yake, hili na alikuwa anapiga kampeni ya chama fulani, tumshushe down, kwao ni kitu kingine cha hatari pia, lakini kama hakuna amani manake, watu wanajua wewe fulani ulikuwa kwenye stage, una kila siku unasema chama hiki chama hiki leo, sisi tumechafuka, hatutaki chama hiki, tunakufata wewe, tunakuchalanga yani, piga mapanga na kuchoma moto na kuumiza no. Lazima watu wajue hatalio hicho, ndo kitu pekee, ndo maana hata mimi naogopa kwa sababu nyumbani kwa mama yangu ukuta mdogo kweli, yani ukitanua tu mguu umeingia, si umenielewa? Sisi baba e, naona eh, natamani pia ukweli, yani kiukweli, sio kama sitamani, yani mi natamani kwa sababu sinasikia wenzangu wanapata pesa bwana, kuona mi natamani pia ningekuwa napata zile pesa, lakini wakati huo huo pia naona ah, anyway sawa, labda hizi sio sa pesa zangu kwa sababu pesa iko. LavishHat TV ndio TV yako ya online kwa uhondo wa burudani na matukio ya kimuziki. Believe you guys are going to kwa sababu nimeona mna experience na maswali mnayouliza, yani everything is perfect. Lavish Hat TV ndo TV yako ya online. Kwa uhondo wa burudani na matukio ya kimuziki. Yo, this is King Kaka and you're watching Lavish Hat TV. <laughs> Keep it locked.